Silaha ya wajinga ni kujipendekeza. Mtu asiyejua kitu, silaha yake kubwa ni kujipendekeza na kuwasemea wengine mambo mabaya. Vijinga vinajua kujiposition, kanakaa mahali, kanasema tumwangalie Gwajima hivyo, anapoongea maono maono hivyo, mwangalie tu, kenyewe ni kuchongea watu, kwa sababu kajinga. Mwenye uwezo analindwa na uwezo wake anakuwa hauhitaji kujipendekeza kwa sababu uwezo wako unamfanya nini, unambeba. Kajinga hakana uwezo, dawa yake sasa. Sijui kama nimeongea sana, lakini mi nataka kukwambia kuna watu hawana uwezo kabisa, alafu wewe hapa una uwezo mkubwa mno alafu akili yako imeambiwa kwamba siasa ni mchezo mchafu. Nenda kacheze huo mchafu, mwanangu, saidia nchi yako, huna nchi nyingine. <clears throat> Okay, okay, okay, okay. Sasa kabla ya kuendelea kuangalia video hii, nakuomba kitu kimoja, ndugu yangu, nakuomba kuomba unisaidie kuni folo, naomba uni folo, naomba ulaiki video hii, naomba pia ushea video hii kwa wengine. Asante sana. Tuendelee. Jambo la pili, watu wanasema, kwa nini kanisa limefungwa? Asingefungiwa yeye mwenyewe muhusika? No, hajasajiliwa Gwajima, kwani kule kwenye usajili amesajiliwa Gwajima? Limesajiliwa taasisi Gwajima, hata akifa taasisi inabaki baki. Hii taasisi imesajiliwa katika utala... watu wengi hawafahamu, sisi Watanzania vitu vingi hatujui. Ujue hizi ni mkumbo tu ya oya, mara nyingi na matusi tu basi na jazba tu isiyokuwa na maana yote. Kwani pale amesajiliwa Gwajima? Amesajiliwa Gwajima, ndio kanisa mnasali kwenye mwili wake? imesajiliwa taasisi yenye miongozo ukikiuka, piga pini. kweli, ya, izi, awa, zaibada, ona, ukiuka. Na mimi natamani kweli hizi hawa nyumba za ibada wanaokiuka utaratibu kufuatana na miongozo yao ya usajili, piga pini tu, funga kwanza. Wanachelewa kufungia, funga. Watu wanaamka asubuhi tu, hawajapita popote, amebeba Bible, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, oh, haleluya. Oh glory to God. Anatusumbua tu. Bwana amenionyesha. Uonyeshowe nani? Mgonga kokoto, Mungu akuonyeshe nyoderacha watu wakuonyeshewe Mungu kweli, mambo ya hovyo kabisa wui. Funga piga pini. Huko Rwanda nimesikia Kagame amepiga pini vikanisa vingi visivyoeleweka. Acha watu walalamike, walie machozi. Hujafuata utaratibu, piga pini. Kama utaki, usisajiliwe na serikali. Fanya jambo la kwako mwenyewe. Lakini ukisajiliwa, fuata taratibu. Mimi nimeenda Amerika, watu na makanisa wanapewa bure na yakimbia, sababu utalipa kodi. Yamesajiliwa, hakuna ujinga. Ujinga hizi nchi zetu, serikali maminawaila mkweli, mmeachia watu kwenye mitandao wanatutukana, nyinyi mnatazama. Hivi ndio mmelea, hili jipu linapasuka, mmelea vitu watu wanatukana. Hata hivi ninavyozungumza hapa watu watatukana.